Ma, wenye nguvu na afya njema. Bwana Yesu asifiwe! Karibu katika kipindi cha tafakari ya neno la Mungu asubuhi hii ya leo. Kipindi hiki kinarushwa na Arise and Shine. Bwana Yesu asifiwe! karibu ni kuamshe wewe uliyelala ujiunge nami kwa ajili ya kutafakari neno hili asubuhi hii ya leo Basi nianze kwa kumshukuru Mungu kwa neema yake na kibali chake alichotupa kuiona siku hii ya leo twende mbele za Mungu. Mungu wangu na baba yangu Ninakushukuru kwa neema yako na kibali chako ulichotupa kutufikisha kuiona siku hii ya leo Baba, tunasema asante kwa kuwa wewe ni mwema, tunasema asante kwa kuwa wewe ni mwaminifu, tunasema asante kwa rehema zako na fadhili zako Baba, tunakushukuru, tunasema asante, tunasema asante Yesu, kwa upendo wako uliotupa kutuamsha tukiwa wazima, maana ni wengi waliolala, lakini sasa hawakuweza tena kuamka. Baba, tunakushukuru kwa neema yako, tunasema asante kwa ajili ya siku hii ya leo, tunasema asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Ninakushukuru e, Mungu uliye mwaminifu, Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, hai. Tunapoenda kutafakari ujumbe wa neno lako sasa, tunaomba e, Roho Mtakatifu atuongoze, tunaomba Roho Mtakatifu atuongoze, Mungu uliye mwaminifu tunaomba utulinde, na tunapoenda kutafakari neno lako sasa, utupe kibali mbele za uso wako katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru Amen. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe mtu wa Mungu. Ah, nitaenda kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Zaburi nitasoma Zaburi ile ya ishirini na saba ule mstari wa kwanza mpaka ule wa tatu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu. Ni mhofu nani? Watenda mabaya waliponikaribia wanile nyama yangu. Watesi wangu na adui zangu walijikwaa wakaanguka. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yananiambia kwamba Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Maanake anaposema Bwana ni nuru yangu, tutambua ya kwamba nuru ni mwanga. Maana yake nuru imetuangaza ndani yetu. Bwana asifiwe. Maana yake sasa, kama Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu hapa anasema ni muogope nani? Maana yake hakuna wa kumwogopa. Bwana ni ngome ya uzima wangu, ni muhofu nani? Maana yake unapokuwa na Mungu, hata adui anapokuja usiogope. Nikutie moyo mtu wa Mungu, Mungu akiwa pamoja na wewe, unapoianza siku yako hii ya leo utakapomwita akawa pamoja na wewe, uwe na hakika ya kwamba siku yako itakuwa ni salama. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana tukisoma mstari huu wa pili anasema, watenda mabaya waliponikaribia wanile nyama yangu, watesi wangu na adui zangu walijikwaa wakaanguka. Maana yake uko na Mungu, adui alikukaribia, lakini alijikwaa na kuanguka. Bwana Yesu asifiwe. Haimaanishi jeshi limejipanga kupigana na wewe, hakika ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Wamebadilisha majina yao, sasa wanaitwa marehemu, lakini wewe uliopo sasa Amini ya kwamba ni Mungu aliyekupigania na kukuamsha ukiwa na nguvu na afya njema. Bwana Yesu apewe sifa. Basi nitaenda kumshukuru Mungu alafu tutaingia kwenye maombi kwa ajili ya kuikabidhi siku hii ya leo mikononi mwako mwa Mungu. Mungu wetu na baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya tafakari ya neno lako Baba, ninasema asante kwa ujumbe wa neno lako. Umetufundisha ya kwamba wewe ni nuru, wewe ni ngome, wewe ni uzima wetu Baba, tunakushukuru tunasema asante. Hajalishi adui yamejipanga kupigana nasi, lakini kwa kuwa wewe ni ngome yetu, hatutaogopa hatutaogopa kamwe Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazaret aliye hai, ninakuja mbele zako kwa ajili ya siku njema hii ya leo. Uliotupa kibali na kuiona siku hii ya leo, tunasema asante kwa ajili ya siku njema hii ya leo. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru tunasema asante. Asante kwa neema yako, asante kwa upendo wako, asante kwa rehema zako na fadhili zako ninakushukuru Mungu wangu, ninasema asante, ninasema asante Yesu. Haijalishi adui duhu walijipanga kupigana nafsi, lakini moyo wangu hautaogopa kamwe. Mungu wetu na baba yetu, ninaliinua jina lako, ninalitukuza jina lako, kwa maana wewe ndiwe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Baba, katika jina la Yesu Kristu wa Nazareti aliye hai ninakabidhi watoto wako siku hii ya leo mikononi mwako, ninawaleta asubuhi njema hii ya leo, ninawakabidhi watoto wako mikononi mwako Baba, ninaomba ukapate kuwalinda na kuwatakasa kwa damu yako takatifu Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninawatenga na kila mabaya yote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninawatenga na kila hila zote za mwovu adui kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti aliye hai ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti na kwa damu yako takatifu Yesu Kristo ninayo mema ikapate kunena mema. E, Mungu liye Bwana na Mwokozi wetu ninaliinua jina lako ninalitukuza jina lako ninalimidi jina lako kwa maana wewe ndiwe Bwana, hakuna mwingine kama wewe, ila ni wewe peke yako. Ndio maana umetupa neema na kibali chako cha kuiona siku hii ya leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. E, Mungu liye Bwana na mokozi wetu, ninaleta watoto wako wanaosafiri asubuhi hii ya leo na kwa ajili ya siku hii ya leo, ninaoweka mikononi mwako Yehova Mungu liye mkuu, tembea nao katika njia zote, maana umesema katika neno lako, wewe ni kiongozi mwema, tena ni dereva mkuu. Tunaomba Baba, ukiongoze chombo hichi watoto wanachokitumia, ukiongoze wewe, uwe dereva mkuu, uwafikishe mahali mahali wanapoelekea, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na kwa damu yako Yesu Kristo ninayomema ikapate kunena mema Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaoleta watoto wangu mikononi mwako, damu yako Yesu Kristo ikapate kuwalinda na kuwatakasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaoleta pia na watumishi wako mikononi mwako asubuhi hii ya leo mahali popote. e Bwana, uendelee kuwafunika kwa damu yako takatifu, Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, uendelee kuwalinda na kuwapa kibali cha kuhubiri neno lako. e Bwana, wape neema ya kulijua neno lako zaidi na zaidi Ee Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yesu Kristo Bwana na mwokozi wetu, ninaliinua jina lako, ninalimidi jina lako, ninalitukuza jina lako, kwa maana wewe ndiwe Bwana, hakuna Mungu mwingine kama wewe, ila ni wewe peke yako tunayekutukuza. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai e Mungu le Bwana na mwokozi wetu, ninasema asante kwa neema yako, asante kwa ajili ya siku njema hii ya leo, asante kwa kibali chako ulichotupa siku hii ya leo. Nami ninatamka ushindi, ninatamka baraka, ninatamka ushindi, ninatamka baraka katika kazi zetu, katika kazi zetu, ninatamka ushindi, ninatamka baraka, ninatamka ushindi, ninatamka baraka, ninatamka ushindi, ninatamka baraka, ninatamka ushindi katika ofisi zetu zetu katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, bariki kazi ya mikono yetu, bariki kila tunachofanya kwa ajili ya mikono yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninawaleta pia watoto wako mikononi mwako, wanaelekea sasa wanaotarajia sasa kuelekea kwenye shughuli zao e Mungu le Bwana na mwokozi wetu, sema nao e Bwana, simama nao e Bwana, adui asiwapate katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, adui asiwashinde, bali wakapate kumshinda yule adui katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na kwa damu yako takatifu Yesu Kristo, yanenayo mema ikapate kunena mema. E Mungu le Bwana na mwokozi wetu, ninaliinua jina lako ninalimidi jina lako, kwa maana wewe ndio Bwana, hakuna mwingine kama wewe Yesu Baba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Yesu kwa rehema zako, asante Yesu kwa kibali chako, asante kwa neema yako e Bwana, asante, asante Yesu asante Yesu asante Yesu asante Yesu asante Yesu asante Yesu kwa ajili ya asubuhi ya leo, ninasema asante, asante Yesu kwa ajili ya siku ya leo Baba, ninakushukuru, ninasema asante Yesu asante, Yesu asante, Yesu asante, Yesu asante, Yesu asante kwa pendo wako uliotupa kuiona siku hii ya leo. Asante Yesu. Katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ninaenda kinyume na kila hila zote za adui, ninakataa roho za magonjwa, ninakataa roho za mauti, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, ninakataa kila roho zote mbaya, ninakataa kila maneno yotamka juu yetu siku ya leo, ninayafuta kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, nina mipango ya adui kwa ajili ya siku hii ya leo, ninaharibu kila nguvu zote za giza kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. E Mungu le Bwana na mwokozi wetu, ninaliinua jina lako, ninalimidi jina lako, kwa maana wewe ndiwe Bwana, hakuna mwingine kama wewe, katika jina la Yesu Baba, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tembea na baba yule, tembea na mama yule. Sema na kijana yule wa kike na wa kiume, sema na mtoto yule katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninawaleta pia hata wagonjwa wale wako hospitalini mikononi mwako, ee Mungu ule Bwana na Mokozi wetu. Umesema katika neno lako wewe ni tabibu mwema tena ni daktari mkuu. Ninaomba asubuhi ya leo ukaachilie mkono wako uponyaji kwa watoto wako, asubuhi ya leo wakapate kupokea uponyaji katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, maana ulisema katika neno lako yote alimalizika pale msalabani, katika katika jina la Yesu, magonjwa yalimalizika msalabani, mateso yalimalizika msalabani, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai Atika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. E Mungu le Bwana na makozi wetu, ninaliinua jina lako ninalitukuza jina lako, kwa maana wewe ndio Bwana, hakuna mwingine kama wewe. Hata nami ninakuja mbele zako Baba, ninaomba neema yako ninaomba na kibali chako, unilindere kwa ajili e, ya siku hii ya leo, unipiganie e Bwana, adui asiweze asiweze nishika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninapinga kila hila zote za movu adui kwa jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Ni katika jina la Yesu Kristo e, Mungu uliye Bwana na Mwokozi wetu, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai e, Baba, katika jina lako takatifu Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu, Mungu uliye mwaminifu, ninasema asante kwa neema yako, ninasema asante kwa kibali chako, asante kwa ajili ya siku njema hii ya leo Baba, ni katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu, Mungu uliye mwaminifu Ee Mungu ndiye Bwana na Mwokozi wetu, ninaliinua jina lako, ninalitukuza jina lako, kwa maana wewe ndio Bwana, hakuna mwingine kama wewe Yesu. Baba, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninatamka ushindi, ninatamka baraka, ninatamka mafanikio kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, mabaya hata nipata, mabaya hata nipata, mabaya hata nipata, mabaya hata nipata Kwa jina la Yesu. Jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ninatamka ushindi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninabadilisha mabaya yote kwa damu ya Yesu yakawe mazuri katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninatamka ushindi kwa mama yule, ninatamka ushindi kwa baba yule, ninatamka uzima kwa mama yule, ninatamka uzima kwa baba yule, ninatamka uzima kwa yule. Ninatamka uzima kwa binti yule kike kwa kijana yule wa kiume katika jina la Yesu Kristu wa Nazareti aliye hai kwa damu ya Yesu Kristu wa Nazareti aliye hai. E Mungu le Bwana na Mwokozi wetu ninasema asante kwa hata kwa ajili ya watoto wako. E, Mungu wetu na baba yetu, hata wale wasiojiweza ninawaleta mikononi mwako Baba, achilia baraka zako kwa ajili ya watoto wako katika jina la Yesu Kristu wa Nazareti aliye hai na kwa damu yako Yesu Kristo inenayo mema ikapate kunena mema Ee Mungu le Bwana na Mwokozi wetu, ninalimidi jina lako ninalitukuza jina lako, kwa maana wewe ndiwe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ninakataa kila laana zote zilizotunenea usiku usiku katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai na kwa damu yako takatifu Yesu Kristo wa Nazareti, Baba, katika jina la Yesu asubuhi ya leo ninaikabidhi mikononi mwako sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai na kwa damu yako takatifu Yesu Kristo, nenayo mema ikapate kunena mema. Baba, katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu, Mungu leo mwaminifu, ninasema asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwaminifu, asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema, asante Yesu kwa kuwa rehema zako ni za milele. Hakuna mwingine kama wewe, ni wewe peke yako e Bwana, ninaye litukuza jina lako. Hakuna mwingine kama wewe, ni wewe peke yako, ninaye utafuta uso wako, maana umesema katika neno lako, uso wako usipoenda nami nami siweze kutoka mahali hapa. Ninaomba asubuhi ya leo utembee nami e Bwana, ninaomba asubuhi ya leo utembee na watoto wako katika jina la Yesu Kristo Anazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo Anazareti aliye hai, na kwa damu yako takatifu Yesu Kristo, ninayo mema ikapate kunena mema katika jina la Yesu nimeomba. E Bwana, haya yote niliyo nakabizi mikononi mwako ukapate kuyapa kibali mbele za uso wako, ni katika jina la Yesu Kristo Bwana na mwokozi wetu Mungu aliye hai, nimeomba na kushukuru amen. Mtoto wa Mungu afungue milango ya baraka, afungue milango ya baraka kwa ajili ya siku hii ya leo, na neema zake zikapate kutiririka juu yako, ni katika jina la Yesu Kristo, nimeomba na kushukuru Amen. Wawoga wala hofu, natoa kwa moyo wa shukrani kwa huduma yako Bwana. Tafungua milango ya mbinguni, nitazame kwa rehema. Sadaka yangu ni mbegu ya imani, nafuna kwa jina lako Yesu. Siwezi kuzuiwa tena, nimepanda kwa machozi. Yawezekana yote kwangu, milango ifunguke sasa.